Utabiri wa nyota ya ng'ombe kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuomba usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo, tukiangazia nyota ya ng'ombe. Heini nyota, hei nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka heni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Mwezi huu nakuletea utulivu, nafasi za kujenga misingi imara na kuimarisha malengo yako binafsi. Utakuwa na nguvu ya kufanya maamuzi ya muda mrefu na kuimarisha hali zako za kifedha na mahusiano. Ni kipindi kizuri cha kujitathmini na kuwekeza katika mustakabali wako. Tukiangazia katika kazi, katika kazi, utulivu na nidhamu yako vitakupa matokeo mazuri. Mwezi huu unaweza kupata pongezi au hata nafasi mpya yenye faida zaidi. Ikiwa una biashara, hii ni fursa ya kuwekeza au kupanua wigo wako. Epuka kuruhusu uoga au uzembe kukurudisha nyuma. Chukua hatua taratibu lakini kwa uhakika. Tukitazama katika mapenzi, mapenzi yanaonekana kuwa na utulivu na faraja kwa walioko kwenye uhusiano, utapata muda mzuri wa kujenga uaminifu na ukaribu zaidi. Kwa wale walioko single mwezi huu wa 11 unaleta uwezekano wa kuanza mahusiano yenye msingi thabiti. Uvumilivu na uhalisia wako utawavutia wengi. Tukiangazia upande wa kifedha, hali ya kifedha inaonekana kuimarika. Utaweza kulipa madeni madogo madogo, kuweka akiba au kupata fursa ya miradi midogo yenye tija. Epuka matumizi ya ghafla kwa vitu visivyo na umuhimu. Uwekezaji mdogo katika jambo unaloliamini unaweza kukuletea matokeo makubwa baadaye. Tukiangazia upande wa afya, afya yako itakuwa nzuri ikiwa utajali usawa wa chakula na kupumzika vizuri. Hata hivyo, epuka msongo wa mawazo na kuchoka kupita kiasi. Mwezi huu una nguvu nzuri kwa ajili ya kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, yoga au kuogelea. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni kijani kibichi. Nambari yako ya bahati ni mbili na sita. Mafusho ni mdarasini kwa kuvutia utulivu na ustawi. Manukato ni harufu ya vanira au rose kwa mvuto na amani. Saa nzuri katika mwezi huu ni saa mbili kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana. Nyota za kushirikiana nazo ni nyota ya samaki, mbuzi na nyota ya mashuke. Ujumbe kwa wenye nyota ng'ombe mwezi huu: ukijenga msingi imara leo, kesho yako itakuwa na utulivu mkubwa.